ni unasafiri na wao. Je, utafanya nini? Nakwambia, kuna wale wa kusumbua, na saa zingine kama wange kusumbua, ungeomba watu wengine. Wanaomba saa ya mboga na ugali i wakufunze kuomba hata wengine wanakudharau, wakufunze usimamu, kwamba wewe hutafika popote. Hata kwa ndugu zako wengine wanasema nakupatia miezi tatu, wapie, nimeishi miaka ishirini katika jina la Yesu. Wanasema hutafuna waeikafuna, katika jina la Yesu. Una watu mbalimbali utakutana wengina wafanya biashara. Kitu cha maana ni kwamba lazima ujue wewe ni msafiri <tipa> lakini angalie Yesu na usonge mbele katika jina la like Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Alikuwa na wale ambao walikataa neno la Mungu na hata kwa wasafiri. Paulo alikuwa mhubiri mkubwa. Kila kina ambapo mnasafiri kuna watu mbalimbali